Kushoto kulia, baba baba, mama mama, Kigoma ee. Moja kati ya vitu ambavyo watu wa Kigoma hamjakosea ni kunipa mimi nafasi ya kuingia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano na nyie mlikuwa mna hamu munione Baba Levo nikiwa bungeni mle. Kwenye kuapa peke yake, kuapa tu, wabunge wengine wanaweza kulalamika kusema, Baba Levo punguza sauti. Hamjakosea, na ndio maana tumeianza kazi kabla sijapokea hata posho yangu ya kwanza. Tumetengeneza meza mia tano, mnaziona hizo yeah. Naomba meza moja iju hapa juu kwanza. We chukua meza pale, leta meza moja hapa, hizi meza hizi meza. Meza nimetengeneza mia tano. Kazi yake kwanza ni kuwatoa kina mama wanaopanga chini waweke juu ya meza, lakini nataka niwaambie meza wanazotaka wafanya biashara wa Kigoma wafanyie biashara, sio hizo. Hizo ni demo, hizo ni rasharasha rasha. Nataka wafanyabiashara wa mji huu wafanyie biashara kwenye meza za kisasa zaidi ambazo zitakuwa zina uwezo wa kuwasha hii chuma, hebu unaweza kunipandisha hapo juu nisimame. Hii chuma sio mjabuka, naomba mtusaidiane. Hii chuma sio mjabuka, mimi nina zaidi ya kilo mia moja ishirini, nasimama hapa wasiwasi wowote. Kigoma mpo, mnaniona? Sasa hizi ni demo, hizi ni rasharasha. Nishusheni wazo, hizi ni rasharasha, hizi ni rasharasha. Hizi nataka tu tu wakinamama wauza samaki pale Marungu, wakinamama wanapanga biashara zao pale mjini, wakinamama wagungu, wakinamama Tule meza kwanza Kigoma wewe. Kigoma safi, nataka niwaambieni watu wa Kigoma tulikubaliana kuhusiana na barabara, na mtu wa kwanza kumpigia simu Waziri Ulega shahidi yeye mwenyewe ni mimi, baada Dr. Samia Suluhu Hassan kumteua na kumpa nafasi ya kuwa waziri wa ujenzi, ameteuliwa tu nikampigia simu p naomba barabara, naomba barabara. Na barabara ya kwanza ambayo tunaenda kuijenga katika mji huu ambao, 100%, tumeshauliana na mzee Choma, injinia wa TANROADS, tunaenda kuijenga barabara ya kutokea pale badala ya nchikavu ambayo itaenda mpaka Kibirizi kisha itatokea kwenye matenki na kisha itaenda bandarini